Tunakataa kuwa na tume ya wanasiasa. Tunataka tume ya watu ambao hawana unasaba na chama chochote cha siasa, hawatapendelea chama cha Mapinduzi. Tunataka tume ambayo watanzania wataitwa kwenye usahili, wale walio bora watashindanishwa na yule ambaye ni bora zaidi, ndiye atakayeteuliwa kamishna au seme sehemu ya makamishna ya tume yetu. Tume tuliyokuwa nayo sasa, mmoja wa makamishna aliwahi kuwa msemaji wa Chama cha Mapinduzi, Osman Ramadhani Mapuri. Unafikiri tume hiyo itatusimamia sisi wengine kwa usawa? Kwa hiyo tunaikumbusha na tunaitaka serikali kufuata sheria inavyosema, ili mchakato wa kuwapata makamishna uanze na tupate makamishna wasio na ya chama chochote mfukoni kwao. Lakini swala la pili, tumewaona namna ambavyo wakurugenzi wa halmashauri wamemiminika kuchukua fomu kwenda kugombea nafasi za chama cha mapinduzi. Hawa wakurugenzi wa halmashauri ndio wamekuwa sababu moja yapo ya kuleta vurugu kwenye uchaguzi, lakini wametumika mara nyingi kuwa wametumika mara nyingi kuwanyanyasa mawakala wa vyama vya upinzani na wametumika kuhakikisha kwamba wanawakata wagombea wa upinzani. Hatuwataki wakurugenzi wa halmashauri kuwa sehemu ya usimamizi wa uchaguzi wa mwaka huu Oktoba 2025.